EP ya Mbosso Room Number 3 imeweka historia mpya kabisa eh, kwenye muziki wa Bongo Fleva, yani kutokea hapa Tanzania na hii ni kwa sababu ya mafanikio makubwa na ya haraka ndani ya muda mfupi. Sasa tangu kuachiliwa kwake ambayo ilikuwa ni Juni 13, EP hiyo pia imepokelewa kwa kishindo ndani ya siku saba tu ikiweza kuvuta streams zaidi ya milioni 15 kwenye majukwaa yote ya kidigitali. Ebana, sasa takwimu muhimu kuhusiana na EP hii. Streams jumla ni milioni 15 na zaidi eh, kwenye wiki ya kwanza tu mara baada ya EP hii kuweza kuachiliwa. Majukwaa ambayo pia yanaweza kutajwa ni kama Apple Music, Boomplay, YouTube, Audiomack pamoja na eh, Spotify nyimbo zote saba zimeingia kwenye charts za juu kabisa kutokea hapa Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania au nje ya nchi. Sasa mafanikio ya eh, kimataifa kuhusiana na eh, EP hii ya Room Number 3, wimbo wa Power umeweza kushika namba moja kwenye Audio Mark Oman, lakini pia ukifuatiwa na nusu saa na tena Eh, wimbo huu pia umeshika nafasi ya kwanza kwenye Boomplay Afrika huku Mbosso akiwa msanii pekee mwenye, mwenye nyimbo nyingi top 10 ya Boomplay Afrika. Boso ni msanii namba moja kwenye Audiomack Tanzania akiwa na nyimbo tatu za kuweza kufuatana kwenye nafasi eh, za juu. Bonge moja la nyimbo Power ni moja kati ya nyimbo ambazo pia watu wengi wamekuwa wakizitumia kama dedication kwa sasa hivi kwa wapenzi wao, labda kuishiwa Power na vitu kibao na hata video moja ya nyimbo hiyo hiyo ya Power na ukiangalia, okay, katika numbers pale YouTube nyimbo ya Power ndio imeonekana imeondoka sana na watu kuonekana kuweza kuipenda. Sasa Boomplay Tanzania ni moja kati ya pia platforms ambazo pia wasanii pia wanaendelea kuuza nyimbo zao kuweza kuwa poa kabisa. Sasa nyimbo tatu za Room Number 3 zimeweza kufikisha eh, nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne kwenye Boomplay, eh, kwenye Boomplay top songs kutokea hapa eh, Tanzania, jambo la kipekee kwa msanii ambaye EP yake imeachiwa wiki hiyohiyo hiyo na kuweza kupanda katika eh, viwango vya juu zaidi. Sasa album namba moja, Tanzania. EP hii pia imeweza ku, eh, imeweza kutambuliwa rasmi kama album namba moja kwenye majukwaa yote makubwa kutokea hapa Tanzania kama Apple Music, e, Boomplay, YouTube, Spotify pamoja na Audio mark. Sasa haya mafanikio yanaweza kuthibitishwa kwa Mbosso wewe mwenyewe. Kupitia lebo yake mpya ya Khan Music haifanyi tu muziki mzuri, bali pia amejenga misingi imara kwenye muziki wake na vitu vinakuwa safi kabisa. Sasa EP ya Room Number 3 imeweza kubadilika kutoka kuwa kazi ya kisanii hadi kuwa bidhaa ambayo pia inauzika na kuweza kutikisa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ushirikiano wake na mashabiki, ubora wa muziki na uzito wa maudhui ya ni silaha yake kuu ya mafanikio. Sasa Room Number 3 EP hii si tu EP ya burudani bali pia ni mfano hai eh, kwa kuwa eh, muziki wake pia unaweza kuwa ni biashara kubwa ikiwa eh, utawasilishwa kwa ubunifu, utambulisho sahihi na mawasiliano ya eh, karibu kabisa na mashabiki Mbosso sasa ni zaidi ya wasanii ambaye eh, ni bidhaa kubwa ndani ya muziki wa Bongo Fleva, ambao pia amekuwa akishambuliwa sana sokoni. Ni, ni, album ambao pia imekuwa eh, ikiweza kuwa na mashabiki wengi zaidi katika mitandao ya kijamii wengi zaidi mashabiki ambao wanamfuatilia, lakini pia wengi zaidi katika eh, mitandao kama hiyo Boomplay, Apple Music, YouTube. Ni unaweza kushika namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne kila chocho kutokea hapa Tanzania lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea ku drop comment yako hapo, vipi kuhusiana nawe? Kwa upande wako, nyimbo gani pendwa sana ambayo unaikubali kutokea kwenye EP ya Mbosso ya Room number 3. Ziladi Kabisa, that's my name. For this. Ciao.